Karibuni wasikilizaji wa Redio Mbiu Sauti ya Faraja katika kipindi hiki cha kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa utafiti juu ya Sande ya Torino, kipindi kinacholetwa na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya KWAUSO iliyojengwa kumwenzi huyu tunayekutana naye katika Sande ya Torino leo ikiwa ni siku ya 31 ambapo tutazungumza juu ya tukio la moto wa mwaka 1532 na he ni na kugusia mioto mingine miwili ikiwa ni mioto ni, ni chanzo kisichojulikana. Nitaanza kwa nukuu: nilipata nguvu kutoka kwenye alama ile, alama ambayo ni sanda. Hebu fikiria kio kile akiwezi kuvunjwa kwa risasi, lakini mimi kwa namna fulani niliweza kukivunja, ni kama muujiza. Mwisho wa nukuu. Hayo, ndugu wasikilizaji, ni maneno ya Mario Trematore, mwanazimamoto aliyokoa sanda kutoka katika hatari ya moto huko Torino mwezi Aprili mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba. Mtazamaji anapoiangalia sanda, yaani sanda asilia au nakala yake, lakini nakala halisi isiyokuwa ni negative, kwa mara ya kwanza, jicho lake linavutwa kuviona kwanza vitu vyeupe, umbo la mchoro wa pembe tatu katika mpangilio wa mistari miwili sambamba kwa urefu wa sanda Picha mbili za mtu wa sanda zilizokaa kati ya mistari hiyo sambamba zinaonekana baadaye. Hivyo ni viraka vilivyoshonewa kwenye sanda mwaka 1534 na masista wane wa Shambare, shirika la masista fukara wa Klara kuwa Kleas, chini ya mama mkuu wao Mama Lui de Vargin lakini kwa nini viraka, ilibidi viraka vishonewe pale ili kuhifadhi sanda baada ya kuungua? Mwanahistoria wetu Jan Wilson anasimulia kwamba ilikuwa usiku tarehe nne mwezi Desemba mwaka 1532 ulipozuka moto ukaanza kuteketeza kanisa la Shambare St Shapa ilimokuwa inahifadhiwa sanda. Sanda ilikuwa imehifadhiwa ndani ya chanja iliyoimarishwa kwa uzio wa chuma. Kwa ujasiri, na fundi wa uhasi mmoja Puson akisaidiana na wakuu wawili wa kanisa la Shambare, mmoja wao akiitwa Philip Lambert, waliingia kanisani bila kujali miali ya moto kulisalimisha sanduku lenye sanda lililotengenezwa kwa madini ya fedha. Sanduku lilikuwa limekwisha anza kuyeyuka, tone moja ilikuwa limekwisha dondoka ni pembe moja ya sanda iliyokuwa imekunjwa ndani ya sanduku. Moto ulizimwa bila kupoteza sekundi na sanda ikanusulika. walipofungua na kuikagua waligundua, kwamba sanda ilipata matundu sehemu mbalimbali kulingana na pale tone la madini yaliyoyuka yalipodondoka, lakini picha hazikuharibika. Pamoja na viraka hivyo, kwenye shuka kuna alama za moto mmoja uliosababisha matundu yanayoonekana katika mpangilio wa herufi L. Ni maumbo mane yanayofanana katika sehemu tofauti za sanda. Mtafiti atabaini kwamba sanda ilikuwa imekunjwa sehemu nne. Moto huo ulipotokea wakati fulani kabla ya mwaka 1195 baada ya Kristo, chanzo chake akifahamiki. Pia mwaka 1997 kulitokea moto mbaya ulioteketeza kanisa ilipokuwa imehifadhiwa sanda. Ilikuwa tarehe kumi na moja mwezi Aprili mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba. Katika historia ya sanda moto huu ulikuwa watatu. Ilikuwa saa sita kasorobo usiku, ambapo mkazi mmoja wa Torino kwa jina Guido Principe alipoona moto na kupiga ripoti kwa wazimamoto kwamba moto ulitokana na hujuma au ajali haijulikani. Kwa maongozi ya Mungu, kipindi hicho sanda ilikuwa imeamishiwa kwenye nafasi salama zaidi ndani ya kanisa kuu tangu mwaka 1993 kwa ajili ya ukarabati wa kanisa. Kikosi cha zimamoto mia mbili walifika haraka, mmoja wao Mario Trematore akuchelewa kuingia ndani ya kanisa mpaka mahali ilipokuwa imehifadhiwa sanduku la sanda nyuma ya kioo kisichopenyewa na risasi. Akitumia nyundo kwa nguvu zake zote, alifanikiwa kukivunja kioo hicho na kulichukua sanduku. Alipoulizwa baadaye aliwezaje kuvunja kioo hicho, alijibu Kioo kisichopenyeka kwa risasi kinaweza kuzuia risasi, lakini si kuzuia nguvu ya viwango vinavyowakilishwa na ishara inayohifadhiwa katika sanduku hili. Askari walipambana na moto hadi saa kumi na nusu alfajiri. Kesho yake, wakati wa misa, Kardinali Sadalini, askofu mkuu wa Torino na mtunzaji wa sanda kwa niaba ya kanisa aliwatangazia watu waliohudhuria, moto ulitokea jana usiku, umeharibu muundo mzima wa kanisa la sanda, yaani kanisa la gwarino gwarini, na mapambo yake yote, lakini jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba sanda yenyewe haikupata madhara yoyote. Kwa nini imetokea? Katika injili ya leo Yesu ametuambia "msiogope" neno analoweza kutuambia na tunaloweza kusikia kunapotokea janga fulani. Kanisa kuu na sanda vimeguswa, lakini limesalimika. Ni kipimo kizuri cha uaminifu wa Mungu anaposema msiogope. Sasa tuna uhakika kwamba kweli yeye anatembea juu ya maji anapanda mtumaini mwetu na kutuongoza mpaka pwani. Kwa imani na dhati ninamtolea yeye shukurani kwa ajili ya ishara hii. Mwisho wa maneno ya Giovanni kardinari Saldarini, hiyo tarehe 12 asubuhi wakati wa misa mwaka 1997. Na, na kwa maneno hayo, ndugu wasikilizaji, tumalizie tafakari yetu ya utafiti kuhusu mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, leo ikiwa ni siku ya 31 ya Kwaresima. Karibuni na asanteni sana. Pasikeshi tukutane kuzungumza juu ya elimu ya upimaji umri wa kitu cha kale kwa kutumia kaboni kumi na nne. Asanteni sana na Mungu awabariki.